Na tume ya uchaguzi Zanzibar imekutana na wadau wa uchaguzi pamoja na waandishi wa habari hapa makao makuu Maisara, lakini lengo kuu lilikuwa ni kutoa taarifa ya maandalizi ya uchaguzi mkuu mwaka huu hapa 2025. Lakini habari kubwa na habari njema ni kwamba sasa ishafahamika kwamba idadi ya wapiga kura wote Zanzibar mwaka huu hapa itakuwa ni laki saba kumi na saba elfu mia tano hamsini na saba, hawa ndio ambao watakaopiga kura mwaka huu hapa 2025. Lakini pia tume ya uchaguzi Zeki imetoa taarifa ya kura ya mapema namna ambavo tavopigwa mwaka huu. Lakini tunaambiwa takriban ya vituo hamsini vitatumika kwa ajili ya upigaji wa kura ya mapema. Mimi ni Omar Njelu na hii hapa ni coonaf saa so, la tatu. Tume baada ya kuifunga daktari la kudum piga kura jumla piga kura kwa uchaguzi mkuu wa 2025 watakuwa ni laki saba kumi na saba mia tano na hamsini na saba utakuwa na wapiga kura laki saba kumi na saba mia tano na hamsini na saba Wapiga kura hao wanatarajiwa kushiriki katika uchaguzi mkuu mwaka huu. Aidha, vituo vya kupiga kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ni vituo mia nne na saba na vituo vidogo vya kupiga kura yani polling station itakuwa elfu moja mia saba na hamsini na mbili vile vile jambo la upekee wa uchaguzi huu, tume imefanya maboresho katika upigaji wa kura mapema na kutenga maeneo hamsini yatakayotumika katika upigaji wa kura mapema ambao kwa kila jimbo kituo kimoja.